Nani alimuua Albert Ojwang? Matokeo ya uchunguzi wa upasuaji wa maiti yamebainisha kuwa Albert Ojwang aliuawa baada ya kupigwa na kuadhibiwa hali inayopingana na, na madai ya awali ya polisi kuwa alijiua. Matokeo haya yamezidi kuibua hasira miongoni mwa Wakenya, huku viongozi kadhaa wakiongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wakitaka uchunguzi wa haraka na uwazi ufanyike na kuwajibishwa kwa wahusika wote. Kwa siku ya pili mfululizo, maandamano yameendelea jijini Nairobi, huku waandamanaji wakimtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu kwa madai ya kutoa amri ya kukamatwa kwa Ojwang. Wakati huo huo pia inspekta jenerali polisi anaonekana kushindwa kujibu baadhi ya maswali kutoka kwa familia ya Ojwang'a. Leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Aidha, baadhi ya wa wabunge wameeleza kutokuwa na imani ya mamlaka huru ya uchunguzi wa polisi IPOA, wakisisitiza kuwa uchunguzi wa kimataifa au huru kutoka nje ya nchi unapaswa kufanywa. Kwa upande wake, Rais William Ruto ametaka polisi kuhakikisha wanatoa ushirikiano utakaopelekea kufanyika kwa uchunguzi uliowazi. Spika wa bunge Moses Wetangula ametoa hadi Alhamisi kwa kamati ya bunge ya masuala ya usalama kuwasilisha ripoti ya awali ya kifo cha Ojwang. Wakati huo huo, aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya David Maraga amesema kuwa serikali ya Rais William Ruto imepoteza uhalali wa kuongoza nchi baada ya kushindwa kulinda haki za raia. Kamati ya bunge ya usalama inamtaja naibu inspekta jenerali Eluid Lagat kama mmoja wa maafisa wanaohusishwa moja kwa moja na kukamatwa kwa Ojwang kwa madai ya kuchapisha taarifa za kumharibia sifa mkuu wa polisi kwenye mitandao ya kijamii. Kamati hiyo sasa inataka uchunguzi wa wazi na wa kina kufanyika na hatua kuchukuliwa. Pia wanataka majina ya maafisa wote wa polisi wanaodaiwa kuhusika na tukio hilo yawekwe hadharani. Je, unadhani Albert Ojwang atapata haki?